Sehemu una una maana kubwa sana Clement Francis Mzize, kuna wengine wanamsikia lakini hawajawahi kumwona face to face. Clement Mzize angekuepo, jana alikuwa na wasawa kusalimiana na Gianni Asamo, mchezaji mkubwa barani Afrika kuona. Yes, kuonana na mastaa wa legendari ambao wamefanya vizuri unajua ile, ile ni hafla maalum masamba yaani mastamba. Si kila staa au au au, au gwiji anaenda kuangalia mpira shehe, yaani yeah. Angeenda pale jana alikuwa anakutana na anasalimiana na rais wa FIFA, eh, tunamzungumzia Gianni Infantino. Alikuwepo, alikuwepo raisi wa alikuja lakini yes, akiwa lakini. Aliku... Alikuja. Alikuja, yes, alikuja yeah. Katika husika mwingine alikuja kwenye kwenye hizi hii Super Cup kwenye... na amekuja mara kadhaa pia kwa ajenda tofauti tofauti. Zingatia kwenye, kwenye kupata hii tuzo, jina lake anashindwa kumtambua mpaka muone live Romi. Zingatia, zingatia, ule ule ni usiku maalum, hebu <laughs> zingatia neno maalum, usiku maalum wa hafla <laughs> wa tuzo kubwa barani Afrika mm. maana yake ni ni, ni ni hafla ambayo mchezaji yeyote anayecheza barani Afrika atamani ku, ku, kushiriki hafla hiyo. Unajua, kuna mtu kuna wachezaji wengine wanacheza yani kuna mchezaji mwingine yupo tu maybe hatumwoni yani alikuwa anatamani hata kuingia kwenye tatu bora tu ile bila kujua kwamba atashinda au hashindi mm, ili aweze kushiriki hafla ile, tayari ni historia nyingine. Yani mpaka unafika kwenye top 3 ya wachezaji ambao wanawania tuzo ile, maana yake kuna kitu amekifanya. Kwa hiyo Clement Mzize, sawa, bado ana nafasi ya kuweza kushiriki hafla hiyo kama atafanya vizuri, lakini uwepo wa mtu Romi kwenye usiku maalum, usiku wa hafla, usiku mkubwa barani Afrika, ambapo macho ya wapenda soka macho ya mastar eh, pamoja na marejendi wa soka la Afrika, unakuta ako pale. Ni muhimu sana sana PSG, lakini pia ameshinda mataji kadhaa akiwa na PSG. Hali kadhalika tunajua Moroko wapo kwenye kiwango bora, ametoa kombe hilo, na mjadala mkubwa, na hisi ni hicho ambacho umekizungumza mm. kwamba yeye alikuwepo na nilimwona, alikuwa anatembelea kigari fulani hivi ambacho Kusabu... kile yeah, kwa kinamsaidia kwa sababu ni kigani au kibaskeli. Kile ni kibaskeli fulani hivi ambacho kilikuwa kinamsaidia yeye, mm. ule mguu mmoja alionekana kabisa, aliumia na ni kama alivunjika, alikuwa na mama yake mzazi, mm. Sasa najaribu kujiuliza, Clement, yes tunajua ni majeraha, na ningepata details za kutosha kujua kwamba Clement alifanyia upasuaji lini, pengine ningepata muda mzuri pia wa kujaji kwamba kwa nini hakuenda kama Ashraf Hakimu alienda akiwa na mguu mmoja na e, kama Mzize yeye miguu yote, nafikiri yote ni miwili ni mizima. Nafikiri shida yake itakuwa ni nyongo. Sasa ningejua kwamba alifanyiwa upasuaji au operation lini na kafu awati zilikuwa ni usiku wa kuamkia jana, pengine ningehukumu zaidi, lakini kwa sababu hatufahamu upasuaji amefanyiwa lini basi atuzuka hukumu sana, lakini alideserve kwenda kule kwenye, kwenye kinyang'anyiro hicho. mm -hmm. iko hivi kwenye CAF Awards, iwe CAF Awards lakini pia iwe FIFA Awards. Wachezaji wale watatu ambao wamekuwa wame, wamefika moja kwa moja kwenye kwenye kwenye kinyang'anyiro, yani hatua ya mwisho bila kujali kwamba huyu mtu atashinda au hashindi, atakiwa kuwepo kwenye, kwenye hafla hiyo. Tazama baadhi ya mastaa huko e, barani Ulaya pia wamekuwa akishiriki licha kwamba wamekuwa yani, unaenda yani, hajui kama atashinda, ili mradi tu amefika kwenye top 3 ya wachezaji ambao wamefika katika hatua ile kwenye kinyanganyiro japo siku za hivi karibuni kidogo kuna baadhi ya, mastaa ma au nyota ambao wamekuwa hawafanyi hivyo. Msimu huu nimeona pale Vinicius Junior alishindwa kuhudhuria baada ya kugundua kwamba ile tuzo ya Ballon d'Or hatuipeleka, lakini mchezaji kwa upande wa Afrika alikiacha kule barani Ulaya, mchezaji ambaye ame, amestahili ame kutoa tuzo wakati anatangazwa, inakuwa ni vizuri zaidi ku, kuwepo kwa sababu pale anakutana na watu tofauti tofauti maybe wezijua kuna contact change. Mfano, jana nilikuwa namtazama Fiston Kalala Mayele, mmoja wa wachezaji ambao wame deserve of course kukotoa uh, tuzo ya mchezaji bora barani Afrika uh, haijaje kwa bahati mbaya, ni kile ambacho amekifanya kiwa na DR Congo, timu ya taifa, lakini makubwa zaidi kiwa na Pyramids ni machampion. Lakini pia yeye kama yeye, mchezaji binafsi, amekuwa na mchango mkubwa kuwafanikisha kuwa, we, kuwa Pyramids kuwa machampion mm. amekuwa ni mfungaji bora. Nafikiri ni wakati sasa ambao namwona Mayele atakuwa sokoni sana msimu huu kunniongeze ni, ni, ni, ni pia hapo mm. kuhusu i alikuja Tanzania muda sahihi, hauwezi kutengeneza daraja lako kabla hujatafuta kabla uja, ujaanza kuchimba msingi, hujatafuta uh, mbao za kuweka labda kidogo mm -hmm. na nilia tuseme ile uh, jingi ili ujenziwa uh, kuendelee kwa vizuri. Kwa hiyo kwa afisa Mayele pengine anaweza kuishukuru Young Africans ni kama klabu ambayo yeye imemtoa kwa namna moja ama nyingine, lakini pia Fiston Mayele pia anashukuru muda ambao Young Africans wamemruhusu kuondoka, kwa sababu wamekwenda kutafuta potential nyingine. Um, kingine ni kwamba inatoa funzo na toa somo pia kwa baadhi ya wachezaji wengine. Unajua, kwenye klabu siku zote, hata kama una performance nzuri, unakuwa na mshahara mdogo kwenye klabu, haipaswi kugoma ili kutafuta jina lako. Kwa sababu ukigoma unawapa uoga na timu zingine weza kukumiliki. Kwa hiyo uh, unapaswa hata kama klabu inakuzuia basi angalia kipi kinafanya kuzuiliwe, uh, maliza nini and then uweze kuondoka. Uh, Tanzania hii ukiacha Simba Sports Club, klabu pekee ambayo imekuwa na mtindo wa kungangania wachezaji wao bora ni Young Africans. Yaani imekuwa haitaki wachezaji wake bora akaondoka. Unless uh, otherwise waondoke kwa, kwa, kwa kwa kwa kwa kelele. Yaani ile lazima mpigizane kelele na madua mabaya juu, ndo uweze kuondoka, lakini Simba Sports Club imekuwa haina hicho kitu, inakuwa ikija ofa Simba Sports Club umekuwa ni wepesi sana kuachia hata kama mchezaji huyo ni key player kwenye kikosi, kwa muda huo, wapo tayari kumwachia na aende kutafuta mafanikio mengine. Kwa hiyo, kwa uh, atakwambia uh, ata ata moja ya moja watu ambao anawashukuru ni engineer Harris, ambaye yeye amemfanya kuwepo hapo. Wakati anakuja Tanzania hakuwa na jina kubwa sana, na jina lake lilianzia kwenye mechi ya dabi ya Simba versus Young Africans, ambayo alifunga goli moja, lakini hapo ndio jina lake lilipoanzia, watu wakaanza kumfahamu. Na ametoka hapo akaenda Pyramids, ambaye alimkuta Mohamed Chibi, ambaye alikuwa ni top striker wa Uh, Pyramid. Kwa hiyo ame, amehaso sana kumtoa Chibi pale namba kumi namba tisa ili aweze kucheza. Na kweli amefanyikiwa amemtoa <coughs> na hauwezi kumtoa mpinzani wako kama hauna hauna performance nzuri. Njia pekee ya kumtoa mpinzani wako ambaye unagombania naye namba ni kuonesha uwezo. Na ndicho hicho ambacho kakifanya Fisto Maeli unaona, uh, amepambana amemtoa Mohamed Chibi amekuwa first eleven, lakini pia amewapa ubingwa uh, club bingwa uh, Pyramids, lakini pia amewapa ubingwa umoja wa vilabu vya uharabuni Pyramids. Unaona namna gani ambaye kapambana, lakini pia national team anafanya vizuri, lakini pia atakomela ndani pia la, la, la, la pale Misri Egypt, uh, Egypt uh, <coughs> kwa mfano kama, kama tunavyoona Tanzania uh, uh, CRB Federation Cup. Lipo kule ndani, kufanya vizuri pia. mechi kumi kwenye mashindano ya kimataifa goli sita dakika mia nane sitini mashuti ishirini na nne namna gani? uh, top scorer ambaye hapo ni Fiston Mayele. Pia, ambaye hapo pia mchezaji bora kwa mara mbili mfululizo cha cha wiki cha kafu, ni Fiston Mayele. Kawa, namna gani ambayo amedisev I mean, Waarabu romi paka aifikie stage ya ku appreciate wewe basi huona kitu cha ziada, ndivyo ambavyo ipo kwa Fisto Mayele sasa hivi. Ukizungumza pale pila kwamba Fisto Mayele anakosekana kwenye mchezo unaofuata lazima Waarabu watashika vichwa, wataona yes tunakwenda kutana mechi ngumu sana, hata kama wanakwenda kutana naye ni underdog kwao. Lakini unaona namna gani na, wana miss Fiston Kalala Mayele. Lakini angalia walikuwa wana walikuwa na Mohamed Chibi ambaye ipo na na kiasi kimoja ambaye ni mpinzani wake wa namba angalia, lakini aina ya performance ambayo anaonyesha Mayele, hakuna yoyote ambaye alikuwa na doubt Mayele let. Kama uh, tuzo hii ingeenda kwa mchezaji mwingine yote, ungeona comments zingekuwa nyingi sana, kwa sababu Mayele kadeserve akaisaidia uh, klabu yake kubeba klabu bingwa Afrika, pia akaisaidia klabu yake kwa magoli yake yeye kaipa ipa uh, kombe la la umoja wanaocheza vilabu vya vya Uarabuni, Pyramids pia kawapa taji, lakini pia makombe ya ndani. Unaona jinsi anavyofanya vizuri, hata namna ya kuamua mechi. Unaona Fiston Mayele merece. Kwa hiyo wakati sahihi kwa mchezaji ni kuvumilia, hata kama unapita kwenye klabu ambayo ina changamoto, basi vumilia tu, mwisho wa siku utakuja kupata potential, sehemu nyingine utacheza. Kwa sasa hivi Pyramids wanamuamini sana Mayele, kwa hiyo moja ya kit, moja ya mwaka ambao Pyramids wanatakiwa wafunge zikaze ni msimu huu. Kwa sababu gani? Tayari unamwona Pyramids hapo anammiliki Fisto Maele, lakini Fisto Maele kachukua tuzo na una uta, utakubaliana mimi kwamba baada tu ya Fisto Maele kuchukua ile tuzo na performance yake anaionyesha, tayari kashafungua milango kwenye vilabu vingine kumuhitaji ambavyo vina masos kubwa kuliko Pyramids. Kwa hiyo, ambayo, kwa hiyo naamini moja ya msimu ambayo Fisto Mayele pia anafurahia kwa Pyramids ni mwaka huu, lakini pia moja ya msimu ambayo Pyramids watahangaika na kuumia pengine atakutoa machozi kumkosa Fisto Mayele ni msimu huu, kwa sababu tayari kuchukua tuzo kwa Fisto Mayele kunafungua milango kwa klabu nyingine ambazo zina misuli za kuizidi Pyramids. Yes, Pyramids ana hela kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, lakini tayari unakutana mm, atakutana vilabu vingine ambavyo vina pesa. Ukiwa na kitu kizuri siku zote mm, kubali kukipoteza hata kama una pesa kiasi gani, lakini mm, ipo kitu kukufaa tu utakipoteza bwana. Kwa hiyo na na naamini na kwamba kwa, kwa sasa hivi uh, Fisto Maele ana wakati sahihi sana wakati bora sana, na naamini na, kama alikuwa anatafuta pesa na jina ameshalipata akiwa Pyramids. Kwa hiyo sasa hivi anapaswa pia angalie simu nyingine, unajua mchezaji na, mchezaji na, ana maisha kama umeme unavyouona, leo unakatika, kesho unarudi, unakatika, kesho unarudi. Kwa hiyo performance ya mchezaji haiwezi kuwa consistency ya miaka mitatu mizima, unakuwa na performance ile ile. Kwa hiyo moja msimu ambao kwangu mimi ningemshauri Fiston Maele angae nafasi nyingine au sehemu nyingine ni msimu, kwa sababu tayari kaisha status kachukua tuzo, lakini tayari klabu yake Pyramids kaipa mataji mawili, lakini hata mm. performance yake ni bora. Kwa hiyo mm. bora uondoke sehemu ukiwa unaimbwa vizuri kuliko uondoke sehemu wakiwa nasema bora uende.